Namaste. Mimi ni Dkt. Anurradha Panda, daktari bingwa wa upasuaji wa laparoscopic na robotic kutoka hospitali ya Apollo Jubilee Hills. Tutazungumzia upasuaji wa kuokoa mfuko wa uzazi. Upasuaji wa kuokoa mfuko wa uzazi ni nini? Ni upasuaji unaofanywa ili mfuko wa uzazi ubaki salama, bila kuondoa uterasi. Tunaweza pia kuponya magonjwa kadhaa. Hiyo ndiyo inaitwa upasuaji wa kuokoa mfuko wa uzazi. Sasa hivi kuondoa mfuko wa uzazi kwa sababu ndogo tu au kufanya hysterectomy si jambo la kawaida tena. Kuna mambo mengi yanayoweza kufanywa huku mfuko wa uzazi ukiendelea kubaki, na hii inasaidia kuweka uimara wa nyonga na hata ovari pia. Tunapofanya hysterectomy hedhi ya mwisho, menopause, inaweza pia kuja mapema kidogo. Inaweza kuwa wastani wa miaka mitano mapema zaidi. Pale hysterectomy inapofanyika, tunaondoa mfuko wa uzazi na usambazaji wa damu kutoka upande mmoja unakatwa. Hebu tujadili baadhi ya hali, kama vile kutokwa na damu isiyo ya kawaida. Wanawake wanaweza kupata damu isiyo ya kawaida kutokana na uvimbe wa polyps au fibroids, sawa? Kama fibroid inatokeza ndani ya tundu la mfuko wa uzazi bado tunaweza kufanya hysteroscopy. Hysteroscopy ni kuingiza darubini maalum ndani ya mfuko wa uzazi, tunaangalia kama una polyp au fibroid, na kwa teknolojia mpya sasa tunaweza kuondoa polyp hiyo kwa kutumia vifaa maalum na vifaa vya nishati. Tunaweza kukata polyp au kuondoa fibroid, na baada ya hapo utakuwa bora zaidi. Na kama hakuna kitu ndani, ni suala tu la homoni, basi tunaweza kuweka kifaa cha ndani ya mfuko wa uzazi chenye levonorgestrel. Hiyo hutoa homoni kwa kipindi cha miaka mitano na polepole pole. Ukiwa na kifaa hicho ndani ya mfuko wa uzazi unaweza usipate hevi zako. Na hiyo hiyo Mirena au LNG-IUD inaweza kufanya kazi hata kwa adenomyosis ukiwa na adenomiosis ambayo haijakuwa sana, ndiyo inaanza tu au haikusumbui sana, mara nyingi hata kitanzi kinaweza kupunguza, yani kupunguza damu nyingi na kupunguza maumivu yako, na hata adenomiosis inaweza kutibiwa kwa njia hiyo. Sasa tukija kwenye uvimbe wa fibroids. Ukiwa na fibroids, mwanamke anaweza bado kutaka kubaki na mfuko wake wa uzazi, hivyo tunafanya upasuaji unaoitwa myomectomy ambao unaweza kufanyika kwa kutumia laparoskopi, roboti, au kwa njia ya histeroskopi au upasuaji wa wazi, kulingana na uamuzi wa daktari wako na ukubwa wa mfuko wa uzazi. Mfuko wa uzazi unaweza kuhifadhiwa na uvimbe wa fibroid tu ndio unaondolewa. Na vile vile unapopata tatizo la prolapse, kitu kinatoka nje, mfuko wa uzazi bado unaweza kurudishwa mahali pake na ukafanyiwa matengenezo. Tunachofanya ni hysteroscopy ambayo inaweza kufanyika kwa laparoscopy. Tunaweza pia kufanya kwa njia ya uke au kwa kutumia roboti. Ni taratibu ngumu zaidi, lakini inaweza kufanyika na mfuko wa uzazi ukaendelea kubaki. Kwa hiyo mnapaswa kuelewa na ukiwa na uvimbe kwenye ovari pamoja na endometriosis, hivyo pia vinaweza kutibiwa kwa laparoskopi au kwa kutumia roboti, na mfuko wa uzazi unaweza kubaki, kwa kutumia dawa fulani ambazo zinaweza kutolewa au kuweka kitanzi. Kwa hiyo lazima uelewe, watu huja na kuuliza kama vile nataka mfuko wa uzazi uondolewe. Sio kwamba kwa sababu familia imekamilika basi unatoa kiungo hicho. Kwa hiyo kuna faida nyingi za kubakiza mfuko wa uzazi, kuanzia kwenye kazi zako za ngono hadi kazi ya ovari zako na pia muundo wa nyonga, kila kitu kinabaki salama. Kwa hiyo mimi nahisi pale tu inapohitajika ndipo mfuko wa uzazi uondolewe. Na unaweza kila wakati kujadiliana na daktari kama kuna upasuaji wa kuokoa au kubakiza mfuko wa uzazi ambao wanaweza kufanya upande wao. Asante.